leke kule jijini Mbeya na moja kwa moja tunajiunga na hosi ya cheo ambaye anatupitisha kutazama sekta ya afya na mafanikio yake katika kipindi cha miaka minne ambayo Rais Samia Suluhu Hassan na serikali ya awamu ya sita imekuwepo madarakani. Tunafahamu ni miongoni mwa wale watu ambao wamepigia kelele sana, ama tuseme amekuwa kinara, amepigia kelele sana afya ya mama na mtoto. Sasa hivi uh, kujifungua ni Naam, Zaituni, Hamisi pamoja na Rajab Rajabu, Rajabu nimewapata vizuri eh? mkiwa hapo Veta mkichukua ujuzi na vijana wanasema e eh, kwenda Veta ni ndio habari ya mjini kwa sasa, unaweza ukatoboa. Vijana wanazungumza kwamba Veta inaweza ikakutoa leo hii eh, kama wenzangu ambao wametangulia katika mikoa mbalimbali. Leo sasa tuko mkoani Mbeya na mkoani Mbeya kama ulivyotangulia kumweleza mtazamaji kwamba tunazungumzia mafanikio ya eh, sekta ya afya katika kipindi hiki cha miaka minne ya Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo hii nipo katika hospitali ya Kanda ya, ya, hospitali ya rufaa ya Kanda ya Mbeya. Hospitali hii ambayo inahudumia mikoa takriban saba katika eh, Kanda ya Nyanda za Juu Kusini. Leo tutazungumza na kaimu mkurugenzi wa hospitali hii ya Kanda ya Mbeya eh, Daktari Uwesu Chepange. tunazungumza kuhusiana na miaka minne Chepange ya mama Samia Suluhu Hassan, hali ikoje ya sekta afya, hasa katika hospitali hii ya Kanda ya Mbeya? Asante sana. Uh, naishukuru, nianze kwa kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, katika awamu ya sita chini ya Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan uh, kwa kuboresha sana sana sana uh, huduma za afya katika kanda yetu ya, ya Nyanda za Juu Kusini na sisi kama hospitali ya rufaa ya kanda mbeya ambayo tunahudumia kanda hii uh, tumekuwa ni mashuhuda wa kwanza kabisa kuona uh, huduma hizi za afya zikiboreshwa katika kanda yetu ya nyanda za juu kusini uh, kwa mfano nyuma yetu uh, ni jengo kubwa kabisa la ghorofa sita la huduma ya mama na mtoto uh, jengo hili limejengwa kwa fedha nyingi takriban bilioni kumi na mbili nukta tatu Uh, katika ujenzi peke yake, lakini pia serikali hiyo hiyo ya awamu ya sita chini ya Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ikatoa tena fedha zaidi takriban bilioni tano nukta nne kwa ajili ya uwekaji vifaa katika jengo hili na jengo hili tayari limeshaanza kutumika, uh, na imekuwa ni mkombozi mkubwa sana katika utoaji wa huduma, kwa sababu kabla ya hapo tulikuwa na jengo dogo kabisa ambalo lilikuwa na uwezo wa takriban vitanda mia moja na hamsini na sita lakini jengo jipya lina uwezo wa vitanda mia mbili ishirini na tatu kwa hiyo sasa vitanda jumla yake imekuwa zaidi uh, inakaribia mia nne mia, kwenye mia tatu na, na sabini hivi na, na, na, zaidi. Hayo ni maboresho makubwa sana. Hiyo ni katika huduma za mama na mtoto pekee, lakini uh, maeneo mengine kwa sasa kuna ujenzi unaendelea uh, wa kituo wa kituo cha, cha, cha, cha utoaji wa huduma za saratani ambapo serikali imewekeza uh, fedha nyingi katika, katika ujenzi huo ambao unaendelea. Ujenzi umeshaanza kuanzia mwezi wa na na nane huu uh, uliopita mwaka elfu mbili na ishirini na nne ambapo uh, unatarajiwa kugharimu takriban bilioni kumi na, na, na nusu hivi uh, ujenzi huo, na jengo hilo litakapokamilika pia litakuwa ni ukombozi mkubwa sana kwenye utoaji wa huduma za matibabu ya saratani katika kanda yetu ya nyanda za juu kusini, ambapo kwa sasa wagonjwa wanalazimika kusafiri umbali mrefu kuelekea hospitali ya Ocean Road kwa ajili ya matibabu hayo ya saratani. Lakini jengo hilo litakapokamilika itakuwa ni ukombozi mkubwa sana. Kituo hicho uh, hicho cha utoaji wa huduma za saratani itakuwa ni ukombozi mkubwa sana. Lakini pia kuna miundombinu mingi sana ambayo imeboreshwa, miundombinu ya, uh, ya utoaji wa huduma za dharura kwa mfano na ajali Uh, miundombinu ya utoaji wa huduma za wagonjwa wanaohitaji uangalizi maalum kwa maana ya ICU. Serikali imewekeza uh, fedha nyingi sana katika miundombinu hiyo kwa kuboresha miundombinu hiyo kwa kupanua uh, huduma hizo. Uh, awali kwa mfano ICU yetu ilikuwa na uwezo wa, wa, wa vitanda sita tu lakini sasa tuna vitanda zaidi ya ishirini na sita baada ya upanuzi mkubwa ambao umefanyika ikiwemo uwekaji wa vifaa katika ICU hiyo. Lakini pia huduma nyingine uh, zimeboreshwa kwa mfano katika utambuzi wa magonjwa Uh, serikali imetuletea uh, mashine ya uh, MRI ambayo imegharimu zaidi ya bilioni tatu uh, na sasa inafanya kazi na imekuwa ni ukombozi mkubwa sana, kwa sababu awali tulilazimika kwenda kuwapeleka wateja wa, wa wetu Muhimbili na kwingineko kwa ajili ya huduma hizo, lakini miundombinu mingine kama vile CT scan uh, tunazungumzia digital x-ray, digital mammography, hii ni katika upande wa radiolojia peke yake um, lakini serikali imeboresha pia maeneo mengine ukiangalia upatikanaji wa, wa, wa, wa hewa ya, ya oxygen <Professages> ambayo zamani ilikuwa ni, ni, ni changamoto. Serikali imetuwekea mtambo mitambo ya, ya, ya ufuaji wa hewa hii ya oxygen katika hospitali yetu ya rufaa ya kanda kwenye kampasi zote mbili, kwa maana hapa tulipo kitengo cha, cha, cha, cha wazazi na na wajawazito na, na, na kina mama meta, lakini pia katika kampasi kuu ya hospitali yetu. Uh, mradi huu nao umegharimu fedha nyingi na ni, ni, ni maboresho makubwa sana ya huduma za afya katika hospitali yetu ya rufaa ya kanda Mbeya. Lakini pia Chepange, tuangalie sasa kama miundombinu imeboreshwa, je, kuna watu, maana, unaweza, lakini rasilimali watu wa kutosha maana unaweza ukajenga miundombinu lakini kusiwepo na wauguzi au wahudumu? Asante sana kwa upande wa rasilimali watu uh, serikali ya awamu ya sita imeboresha sana sana uh, rasilimali watu uh, kwa maana ya watumishi wa kutoa huduma za afya hospitali yetu ya rufaa ya kanda sasa ina madaktari bingwa uh, wa kutosha baada ya ongezeko kubwa sana ambalo limetokea katika uh, awamu hii ya sita, tuna takriban madaktari bingwa sabini na moja uh, huko nyuma tulikuwa na madaktari bingwa wachache sana, sana, sana. Kuna wakati tulikuwa, zaidi, uh, tulikuwa chini ya madaktari bingwa kumi lakini kwa sasa tuna madaktari bingwa zaidi ya sabini uh, sabini na moja uh, lakini pia kuna madaktari bingwa bobezi uh, wako kumi kwa ujumla wao lakini pia kuna, ma, kuna wauguzi bobezi pia wako watano na serikali imeboresha me, me, pia kwa, kwa ujumla rasilimali watu kwa kuajiri watumishi wengi zaidi katika kipindi cha awamu hii ya sita uh, watumishi zaidi ya sabini uh, wameajiriwa, lakini pia hata maslahi watumishi pia yameboreshwa kwa maana ya watumishi ku, kupandishwa vyeo na stahiki zao nyingine mbalimbali zimeweza kutiliwa ku, ku mkazo katika serikali yetu ya awamu ya sita. Tukiangalia swala so zima la umesema madaktari bingwa, lakini kitu ambacho kimeshangaza kime, kime ni kwamba wagonjwa wale wa saratani watakuwa hawaendi Muhimbili, watakuwa wanafanyiwa hapa. Labda m, ni kiasi gani ambacho kimetengwa kwa ajili ya wagonjwa wa saratani? Uh, kama nilivyosema jengo hilo uh, mpaka litakapokamilika linatarajiwa kugharimu takriban uh, bilioni 10.5 hivi, na kituo hicho uh, kitakapokamilika kitaendeshwa kwa pamoja kati ya hospitali yetu ya rufaa ya Kanda Mbeya na hospitali ya ya, Ocean Road, ile ya saratani um, lakini kwa mwaka huu wa fedha serikali imetenga bilioni 1.5 na ambazo tayari uh, zimeshaanza kufanya kazi hiyo ya ujenzi. Uh, lakini paka kituo kitakapokamilika uh, takriban bilioni 10.5 zitakuwa zimetumika kwenye ujenzi wa kituo hicho lakini, um, Uh, maeneo mengine mbalimbali yame yameboreshwa ya, ya kwa mfano eneo hilo uh, la, la la watumishi uh, tuna, sasa tuna huduma ambazo hazikuwepo huko nyuma, huduma za za kibobezi ambazo hazikuwepo eneo hilo la saratani. Tayari tuna madaktari bingwa wa saratani, tuna madaktari bingwa wa magonjwa ya damu, kwa mfano tuna madaktari bingwa wa wa wa huduma za watoto wachanga. Uh, hawa ni madaktari bingwa bobezi, nazungumzia madaktari bingwa bobezi katika maeneo ya Uh, magonjwa ya moyo, magonjwa ya mfumo wa chakula, magonjwa ya mfumo wa hewa uh, magonjwa ya mfumo wa, wa, wa ubongo na mishipa ya fahamu na maeneo mengine mbalimbali, ambapo nimesema tuna jumla ya madaktari bingwa bobezi kumi kwa sasa hivi ukilinganisha na daktari na... na, najua ni mambo mengi ambayo serikali hii awamu ya sita imefanya katika sekta ya afya e, Rajabu Rajabu pamoja na Zaituni Hamisi ni machache kati ya mengi ambayo yamefanyika katika Eh, sekta ya afya, maboresho makubwa na mabadiliko na mapinduzi makubwa ambayo yamefanyika katika kipindi hiki cha miaka minne. Nilikuwa katika hospitali hii ya Kanda ya Rufaa ya Mbeya ambayo inahudumia mikoa saba ya kanda ya Nyanda za Juu Kusini, kama walivyomsikia Daktari Uwesu Mchepange amezungumzia sekta hii ambayo imeangaziwa kwa kiasi kikubwa na serikali hii. Kama unakumbuka kwamba watu walikuwa nalala chini, hawakuwa na vitanda, lakini sasa